Pigo kizito ndani ya mwezi mtukufu ndani ya Kwaresma, lakini pia ndo kipigo pekee ambacho ni kikubwa kuwahi kutokea ligi kuu. Unajua, watu wamefungwa goli sita, ndio imewahi kutokea, lakini unafungwa goli sita goli sita moja labda eh? Lakini kwa mchezo wa leo Simba ipige goli sita ambazo mbazzina mbambamba, nafikiri ulikuwa ni mchezo mzuri sana kwa upande wa Simba, lakini ulikuwa ni mchezo mgumu sana kwa Dodoma Jiji kutokana na namna ambavyo aliingia kwenye mchezo wa leo. Lakini binafsi kabla mchezo kuchezwa, sikutegemea kama Simba anaweza akapata idadi kubwa ya mabao kiasi hiki kutokana na kile ambacho tulikishuhudia kwenye mchezo wa mwisho. Mchezo wa mwisho Simba anashinda kwa goli moja dakika za jioni kabisa, lakini haikuwa ngumu ama haikuwa rahisi kwenye mchezo wa leo kupata, uh, dakika kumana kwa kupata alama tatu zenye mabao sita. Utapongeza ubora wa mchezaji mmoja mmoja, lakini approach ambayo Fadu Davis aliingia nayo, nimependa kwa sababu